Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki amekanusha kuwepo kwa njama ya kumdhalilisha mwenyekiti wa chama cha UDA ambaye ni gavana wa Embu Cecily Mbarire. Kindiki amesema kuwa madai hayo ni potovu na kuwa ana uhusiano mzuri na gavana huyo na viongozi wote wa kaunti hiyo, kama anavyotuarifu Stephen Leto. Yeah. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki mapema Jumatano alifanya kikao na Gavana wa Embu Cecily Mbarire baada ya mlipuko wa kisiasa siku ya madaraka ambapo Gavana huyo wa Embu alidai kuwa kuna viongozi wakuu serikalini wanaomhujumu. Hata hivyo, mkutano wa leo, kulingana na Kindiki, ulikuwa wa kutoa hakikisho kuwa uhusiano wake na Gavana Mbarire ni wachanda na pete. I don't think

Gavana uh, Mbarire ambaye pia ni mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha UDA akihutubia siku ya madaraka kaunti ya Embu aliashiria hujuma katika uongozi wake kufuatia mkutano wa kisiri. Hata hivyo, Kindiki alifafanua kuwa mkutano huo haukuwa mkutano wa kisiasa to Kindiki awali alifanya kikao na mbunge wa Kilifi Kaskazini kuhusu mswada uliopania kuharamisha mmea wa muguka. Owen Baya aliyependekeza mswada huo tayari amemwandikia Spika kuondoa mswada huo. Has agreed graciously to drop that legislative proposal. Na katika eneo bunge la Othaya kaunti ya Nyeri ambapo Kindiki alizuru baadaye leo, wakaazi walikejeli viongozi na serikali huku wakionekana kuchoshwa na utawala wa rais William Ruto. Hii mambo ya viongozi kukuja kutisha viongozi wengine wakome, ama mnasemaje? Othaya, si wakome? Stephen Leto, runinga ya Citizen. Taarifa hiyo ya Stephen Leto letoa